ingine ni anasema, tunaomba kufahamu tofauti kati ya kuzimu na toharani. Kuzimu ni neno ambalo linatumika, ni fomula maisha baada ya

eno waona kwamba walikuwa wema, wana wana kwa ni, na wanamstahili na wanaishi naye awa wako mbinguni. Kwa hiyo ni aina moja ya kuzimu. Kuna mbinguni wale ambao ni wako mikononi mwa Mungu na wanaishi kwa raha starehe mbinguni. Kuna wengine Aaaina eh, ya pili wako motoni, maanake hele eh, eh, hehana ni lugha hizo zinafurika hawa ni wale ambao Mungu ni watu waovu, wana kiongozi wao ni Shetani, hawa wameadhibiwa milele imeandikwa hivi. Na hata leo, katika hii mfano mkubwa ndio Yesu alitoa katika injili ya leo ya Luka, sura ya 16 msita, unajua Lazaro alikuwa kifuani mwa Abrahamu na yule tajiri aliyekuwa na hau hiyo maisha ya baadaye alikuwa anaishi kwenye mateso, huko ni sio toharani, huko ni motoni, hatoki na hakuna hawezi cross kuvuka umbe upande mwingine. Ndio picha tunayopata. Yesu mwenyewe anadhihirisha kwamba hakuna motoni, wale ambao wanaishi bila kujali maandiko matakatifu yaani, Torati na manabii na pia hawajali maonyo wanayopewa na wale waliotuma kuwaonya, walioko vingi hapa duniani, wajali wakufikiria hao waliishi vibaya, watu waovu au wanakaa mtoni na, na huko tunasikia hata yule

mingereza neno la tatu, nafasi ya tatu ni Toharani. Hii ni fundisho la Kikatoliki kwamba wale ambao wana dhambi nyepesi venial sins, dhambi ambazo zimewachafua hawamstahili Mungu kwa wakati huo. Wanakuwa na dhambi ambazo si wamemkana Mungu au walifanya mambo mabaya kabisa ambayo yanaendana yana na Shetani, ila wana imani kwa Mungu, labda walishindwa kutubu wakati wa kufa kwao, wakabaki na madoa ya dhambi nyepesi. hao wanasafishwa ili wamstahili Mungu. Ule toharani ni mahali ambapo wale waliokufa na dhambi nyepesi na wakaonekana hawastahili mbele ya Mungu, lakini wanamwamini Mungu, walimwamini Mungu na walitena mema mengi, kafa na dhambi ndogo nyepesi, hawa wanaenda toharani. Kwa sababu Baba Mungu ni baba mwenye huruma, na yule ambaye ni linimamini bado atamhurumia tu na kumpa nafasi tena. Kwa kipindi hicho hawezi kutubu tena, kwa hiyo anaadhibiwa kwa zile dhambi nye pesa alizokuwa nazo alizotenda hapa duniani, anaadhibiwa kukua faani ndio imani yetu, na hii inatokana na mafundisho mbalimbali. hataumepimia nakuta makabayo wanatuambia walikusanya pesa kuwaombea wale waliokuwa wamekufa huko vitani dhidi ya Wagiriki, wakawa wanadhambi ambazo walikufa na imani kwa Mungu, kwa sababu kwenda kufa kwa ajili ya vita ya kukomboa Yerusalemu ni watu walikuwa na imani mzito na kwa hiyo walimstahili Mungu, lakini walikuwa na dhambi zao binafsi ndogo ndogo, na hasa kwa mfano hasira au kiburi au walikuwa wametenda dhambi ambazo sio za kumkana au kuvunja amri za Mungu zile kumi. Walikuwa na dhambi mdogo mdogo hivi. So, basi yeah. Hao wanaenda toharani, ndiyo hizo nyakati za maisha katika kuzimu, kuzimu huko toharani. Akatoa mfano wa ile andiko na kitabu cha Makabayo, akasema kwamba Yuda alikusanya sadaka kwa ajili ya kuombea wale waliokufa vitani kwa yeah, so, sababu wengine wao walionekana wana sanamu za nyungu kule vitani baada ya wao so, sasa. Lakini nikajiuliza kidogo, sikuweza kuuliza kuote, kajiuliza so, kama walikuwa na sanamu za nyungu, maanake wamekuja ama nikuu ya Mungu akutoa nyungu, sasa inakuwaje hao wanaombewa? Kwa Wayahudi ulikuwa na ule msanamu ilikuwa kama watu ambao walikuwa na... Walikuwa na imani isiyo kamili Wayahudi walikuwa na imani kwamba wanamwamini Mungu, sio kwamba sio kwamba walimkana Mungu na kwa hiyo hawakuabudu ule msanamu, sio kwamba walikuwa na ni kama mtu ambaye haamini, kwa mfano sasaidi, haamini miujiza o watu miujiza, si unagusa kwamba hawamini Mungu na wanamwamini Mungu wajakwe, wana, wana taili kushika Torati, wanaishi maadili kimaadili, aishi mani lakini wana kasoro katika imani yao, sio imani ile iliyo imara. Wanakuwa na mfano, tunakuwa na wasiwasi katika imani yetu, atanakuli, lakini tunaamini Yesu, tunaamini Yesu Kristo kwa moyo, kwa dhati kabisa. Hautumuliza wewe, imani yako, anasema mimi ni Kristo

ana hati kanisani kabisa, tena hashiriki ha katika jumuia za Kikristo, ana tena, anaweza kupinga waziwazi kwamba Mungu haii. Huyo amekana dini yake na anategemea uchawi na gogo haya, yaani anategemea maisha yake, anaamini kwamba yanalindwa na mambo haya sikuelewa, yaani this, he has denied God, he has rejected this. No, hakuna Mungu. Mimi na muamini kama hao ambao tunasikia mara nyingi sana kwa Mungu hapa, satanic worship, wale wanaokuwa ma satanis ambao wanaishi hapa duniani, wanatangaza na kukutolea sadaka hawa ma masanamu ya shetani na wanamwamini shetani kabisa. Huu tena kusema ni kama shetani, maanake ukimwamini shetani wanakuwa shetani, mwana wa shetani. Hapa hata sio hivi, lakini kuna waumini kati yetu, hata shita kidogo, wanakuja kanisani hapa, wanavaa rosari, wanavaa medali, medali medali mbalimbali na ishara za Kikristu wanazo

unakuta uaiao ametumbika kiatu cha farasi, you my family inaleta bahati katika familia yangu. Ukani ametumika hata kwenye magari lakini

Sio maone wakana Mungu, wanamamini Mungu lakini hawajaweka moyo wao wale weka moyo wao, au wanadhambi nyepesi sana wana hiyo dhambi hiyo ya kukua na wasiwasi, imani chache au hapa, unanielewa? Kwa hiyo wale maaskari walichukua hivyo via maida, na si kwa sababu hawaamini ya yakwe Yani mwendo. Jina lake tukufu. Wanamwamini they were Judas. Na ndio maana walikuwa tayari kufa kwa ajili ya kudefend Yerusalemu na na pekano la sakana. Na kufukuza wapagani. Why would they go to war if they do not believe in God? Walikuwa na maamini Mungu deep deep kabisa. Na they were ready to die for God. So they but

etalinukama s you understand? So those are the type of people, sio kwamba hawamahuli mungi, hawana imani kamili, hawana trust kamili, ambayo ni watu kama waliokuwa na imani nzito kama hiyo, Abrahamu kama waa, hata Musa, ndiyo maana aliadiliwa

na tusione tu mtu ambaye amevaa hirizi alafu tunampondeni kwa moja kwa moja kwamba hana imani. Ambie mw, unaonyesha, ambie hii pia inaonyesha uhaba wa imani yako, huja mwetu wetu wako kwa Mungu kabisa, na haifu hawezi kufanya miujiza kwa ana. Wewe mtu unahama kanisa hilo, na mnyekupo na mnyeo, kuna imani iliyo ya thabiti tujitahidi kuwa na imani thabiti na kusafisha mambo ambayo yanafanya imani yetu haiwezi kutenda miujiza za kweli. Mungu tunamweka kama shina la maisha, lakini hatumkimbilii wakati wa shida. Petro alishtushwa tena, kabindi amwambia na wewe ulikuwa likuwa mfuata nah, unasemaje? yes, yeah. lakini ilikuwa ubinadamu wakati wa kifo au wakati wa ajali wa, unatukia ajali. Wengine umeshapata ajali, ambavyo mimi nimeshajikuta kwenye mazingira mio mara mbili baya kabisa. Kwanza unaelewa undani wa imani ya yule mtu. Ndege ilianza kuleta matata, ikageuka sadanyumba ikazunguka kama pia nilikuwa ndani. Kila mmoja alizungumza lugha yake, ndio ndio kabisa zile. You know, that's the end. Kwanza mimi nilisielewi kwani inakuwa sasa, kile ambacho unakiamini, nilisema tu maneno machache, Yesu Maria na stumi sala za mshare, alafu nikafanya ishara ya msalaba na nikabariki watu bila kujua nafanya nini, ile ni ile automatic inakuja. Nimekuwa na ahudi, nilipasuka tayari ya mbele, niliruka nikapaa. Jua zamani ka nile karuka juu, likatembea kama mita mia moja, halina balansi. Nikajua sasa mambo yetu, nilisikia huko lugha <laughs> lakini nilikuwa na nafaa, nilikuwa na mbele, sista yule mbele nikamsikia anasema Yesu ni kweli. Nikajua kule kuna mtu ana imani. Hizi sala za mishale ni muhimu sana, tusizoee sana. Unajua najou mtu ni nani saa ya matatizo. Hao wanayeavuka a usingizini, akitoka kabla ya sindano ya usingizi kama mnajua mimi nimefanya kazi hospitalini mara mbili mara tatu, kwa bahati nzuri, muda mrefu wa kutosha. Mpaka watu wanavyoamka ndio unaelewa kitu cha ajabu hmm. unasikia hmm. anasema jani ambayo ndiyo yanaonyesha imani yake. Yesu, niko wapi? Anaamka jamanine sana hmm.

Basi ndio hizo aina tatu za za. Sasa kulikuwa kama aina ya nne ambayo kanisa limeweka walidevelop, ku katika wakati ule wa Middle Ages, wakasema kuna limbo, limbo ambayo eh, mapapa wa kanisa maana yake magisterium of the church imesema si lazima kuamini hiyo au hawa pia ambao ni watoto, walisema limbo ni mahali ni ambapo watoto hawajabatizwa wana- wanawekwa, hawamjui Mungu, wana mdambi lakini hawajamtambua Mungu. Kwa hiyo wanakaa kwenye limbo, watoto wanakuwa bote kwa mfano, au wanaokufa infants, they hawajui Mungu, babies awa likifundisha kwamba wanakwenda kwenye limbo somewhere where the souls neither they can enjoy life but they are dormant t ya hiyo mafundisho hayo yani wekwa pembeni. Kanisa limesema hii ni speculation za wanateolojia na haiko kwenye maandiko matakatifu, singo ya maandiko matakatifu yaani forathi na manabii na hiyo haiva kwenye maandiko matakatifu. Na kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hiyo ni teolojia ambayo imeikuzwa wakiwa wanafikiria magu mingi, wakati waneneeezikwa wakati wa Thomas Aquinas mago. Na kwa hiyo wakasema hiyo sio imani ya msingi katika imani yetu, kwa sababu watoto hao kama ni roho zilizoumbwa na ni Mungu siko kwa Mungu pia

tena wanamshangilia ujio wa Mwokozi, hata kama walikuwa wanamshuhudia wanam, Kristo bila kujua. Hao wako na Mungu kwa sababu ni Mungu watu watu na- walikuwa nasoma mfano wake, alafu awaweke pembeni. Kwa hiyo haya mafundisho yalipo, yani kiswahili kulitasha